tu mimi leo pesa nimebasisha pale keshanpiga themanini themanini, wapi ualipa elimu hamasisha. Tunakuomba mheshimiwa Rais, uliangalia tena kwa jicho la tatu hizo sheria zenu ambazo meziweka. Kiukweli sisi sana tunaumia, hivi kuna kipato gani baina anayesafirisha abiria watatu akakata bei hamsini na mbili na anaisafirisha abiria kuanza ishirini na mbili kuendelea, jua kakata bei ya elfu kumi na mbili. Tuko bajaji mia tatu sitini sana, madereva mia tatu sitini sote, hatuna choo, tukimbilia wapi? Tenda kikila kwenye misitu ya watu wengine, wenda kiomba vyo misikitini, wengine wapi, wengine wakimbilia makwao ilesi ajapendezwa nalo. Hatuna kijiwe cha kupaki bajaji, na la pili hususani mawasiliano twanyanyasika mtu kanaacha familia juaja kazini, lakini akipika kazini arudi hapa, mwisho wa siku kampibwa laki tisini. Unaona, pia hizo ni changamoto ambazo twazipata. Twakuomba baba yetu Mwinyi, twakuomba, twakuomba wanao twateseka, wanao twateseka, hatujui twende wapi. Hivi sasa hivi tunavyokwambia, kila umuoneke bajaji ya haha wataka waandamane lakini wakubwa wote tunao wasema, musiandamane, tulieni. Lakini faini wanazozipiga ni kubwa, halafu faini wana licha kwamba ni kubwa, ile faini inakuwa control namba yao inakuwa ina muda wa masaa 24 mpaka 48, lakini kinachosikitisha ni kwamba wao wanajiona wao tu faini yao ule muda ambao kwamba sisi tumepewa wa kuitafuta ili pesa kwenda kulipa wao hawauoni. Ndugu zangu, ninachokereka ni hawa baraza la mji kutulipisha elfu eh. Kwa nini Unguja tunalipa mia tano? Atugomi kama tunafanya kazi. Shida hii tunataka tuonane na baraza la mji na mawasiliano, isije kafahamika kwamba vijana wanaleta mtafaru wenye uhuni. Hakuna kijana yoyote anaweza kugoma hapa wala kuleta mtafaru, bali watu wamechoka sekta inahusika au kwenye ngazi ya juu inahusika. Na vile vile, ndugu waandishi wa habari, tunamwomba mheshimiwa rais, ndugu hii anaendesha bajaji boda boda pamoja na wanachama, tunamkaribisha ndani ya mkoa wa Uta na tuongee naye, na sijui sababu gani ndugu, na kitu kile kilipo kwamba kwamba kutoa matangazo kwenye redio au kwenye vyombo vya habari kwamba bajaji hazidi kwa sababu kaza kaza kaza lakini inaona sio ni sababu yote, nasikia tu kwamba bajaji zimezuliwa usaautuji nili sababu iliyosababisha mpaka ikawa hivi wananchi kuteseka namna kama ina nahu mwezi mtu kupora magari nijasi jambo la busara, kwa kweli ni shida kubwa sana. Kwa hivyo kwamba serikali, niomba ichukue hatua kali sana ya masuala kama haya ili kutowatesa wananchi namna kama hii mwezihu mtu kupora magari. Naitwa Rama, nipo hapa, nataka nielekee Gombani lakini jambo ko atusaidia sana wananchi ukifika hapa tunakuwa hatuna kikwazo kwa kweli, safari yako unakwenda mara moja na kurudi na inakuwa nimepesi mkubwa sana lakini, siku ya leo imekuwa ni changamoto kubwa kubwa tena kubwa sana kwa sisi, bado tupo hapa, tumesubiri dalala zinajaa, usumbufu ndio inasababisha ajali, dadala zinakojaa lakini, kama ingelikuwa zipo bajaji hapa, basi tusingelikusanyika wala abiria wasingekuwa wanajaa sana kwenye dadala, kiasi ya kwamba kusababisha hatari bajaji imeingiliwa sana na sekta ya mawasiliano kwa sababu sasa hivi mawasiliano hawadili tena na private sector. Zi, zi, hawadili tena na gari za abiria, hawadili na gari za private, hawadili na gari zote. Kila mtu ameelekeza kwenye bajaji, kila mtu ameelekeza kwenye bajaji. Sasa tunajiuliza kuna nini, kwa sababu kama wakuvunja sheria kuna gari tofauti tofauti, hazina road license, hazina mambo mengine yote hazina bima, lakini watu wote wamekuja kwenye bajaji. Sasa hii inatuvunja moyo, kwa sababu vijana wamejiajiri wao wenyewe kuondoshana na matatizo, ajira hakuna, lakini mheshimiwa rais amerasimisha hivi. Kwa hiyo vijana wengi wana bajaji 480. Bajaji 480, na maana yake ni ajira 480. Ni ajira kubwa hiyo kwa serikali, inaingiza pato la serikali, lakini oh, na wao wenyewe wanapata kipato chao kwa kila siku. Sasa mwashangaa adhabu hizi zimekuwa kubwa. Mtu kweli amekosea, ameweka kikoti tu kwenye kochi ya bajaji hakukivaa. Sasa wewe kama mawasiliano ama mamlaka ya usafirishaji umeingia barabarani, basi mrekebishe huyu mtu, mwambie hichi kikoti usikieke hapa, kivae. Ukishakivaa kesho, kama ukishivaa kukuta tena, nitakutoa lakini unamkuta yule mtu yeye akija tu chiki kote huku kivaa na kupiga faini la kimoja. Tushirikianeni vizuri tufanye kazi zetu vizuri, hakuna haja ya kukwepana. Sisi na nyinyi ni kitu kimoja, bajaji imerasimishwa rasmi kuchukua abiria na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo taasisi zote za serikali ni lazima tutambue hilo na uwepo wetu sisi si kwa ajili ya kero. Wale wachache ambao wanaharibu imeji yenu, naombeni kwa pamoja tushirikiane kuwaelimisha waache hiyo tabia, lakini changamoto siku zote zinapatiwa suluhu, na suluhu zitapatikana. Lakini tufahamu kitu kimoja, kwenye yale yanayohusu sheria, mimi kama mtendaji siwezi kuyafanyia maamuzi kuifuta ile sheria. Ni lazima taratibu za kisheria zifuatwe wakati wa, wa kutaka mabadiliko ya hizo sheria wenyewe ambazo zimeshatungwa, ambao kwamba na sheria ambazo kwamba zinawekwa na taratibu ambazo kwamba mnapaswa kufuata. Sheria na taratibu hizi zina kulinda wewe kama dereva, lakini pia zinamlinda vile vile yule ambaye kwamba umemchukua katika usafiri wako. Kwa hivyo unapotekeleza taratibu zile, maanake ni kwamba uko salama wewe mwenyewe, lakini uko salama kwa abiria ambaye kwamba umemchukua ume sambamba na hilo hata kile kikotu mnachokizungumza kimezungumza kwenye sheria, lakini kimekuja kwenye kanuni na badala yake kwenye kanuni kikoti kile, watu hao viongozi wa jumuiya mtachagua hiyo uniform iliyotajwa wenye wenu, na mtajua mtalipishana shilingi ngapi, itakuwa ni kipato chenu wenyewe. Sisi kuba tunataka muvae kile. Kile na mazumuni ya vitu ya, ya hivi ni nini? Hizo beji labda tazungua kwamba beji na hivyo vikoti sawa. Ndugu yangu, tusifikirie tusi, tusi sana kwamba tuko salama sana kwenye usafiri wetu. Hii dunia imebadilika Usitegemee kila mtu unemjua kwamba atakuwa ni mwema sana kwako wewe.